Sisi maendeleo yetu ni ngumu sana kwa sababu ardhi imekuwa ndogo. Mi ni mfugaji, lakini mjaribu kubadilika kidogo. Mi na ng'ombe mia tano tuna eka sabini tu wa kualishia hii ng'ombe 500 na nakula na nashiba. Ili tubadilike, lazima tuwache kuhamahama, kwa sababu tahamu taenda wapi? Tanzania mshajaa. Kwa hiyo kitu ambacho nastahili sasa hivi ni kwamba ujiwekeze sehemu moja ndogo na uwe na ng'ombe ambao anafanana na eneo lako Endapo kama unatembea una ng'ombe mengi lakini huna sehemu ya kulishia hizi ng'ombe zitaisha. Kama mwaka huu mfano, kama mwaka huu jua michuchuma kabisa imekuwa kali sana. Tunafanya nini? Ni kwamba sasa kule kundi mingi sana bado tunazo, lazima tupoteze. Sasa kishapotea matokeo ni nini? Ni kwamba tumefilisika. Sasa tubidi tukubali kuwasikiliza wataalamu kwa, kwa hiyo mimi kwa ushauri wangu ni moja, ni kwamba tunawashaurini wafugaji tubadilike. Wote tunajua tunapenda kundi ya ng'ombe mengi lakini kumbe kunde ya ng'ombe mingi mwenye kufuna sio wewe, ni kila mwaka kiangazi anafuna hizi ng'ombe. Tulichokifanya kwa leo tumegawa ng'ombe kwa vikundi wa kina mama, tumegawa mitamba kumi, tumegawa madume manne, lakini pia tumegawa mashine tano ambazo zitatumika kwa ajili ya kutengeneza chakula cha mifugo. Jumla ya mama waliopata mafunzo ni mia ambayo ni vikundi kumi za wamama kumi kumi, wanafundishwa kubadilika. Kwa mfano sasa hivi ng'ombe mmoja anaweza akakamuliwa maziwa lita kumi, utamkuta huyo mama atakuwa amepata faida tofauti na ule ufugaji wa ng'ombe wa kienyeji. Nazungumzia kwa ajili ya hizi miradi ya kisasa maana itatuepusha gharama ya kufuga ng'ombe kubu nyingi isiyekuwa na faida. Ukifuga ng'ombe wachache upate faida kubwa. Tunashukuru Mungu sana kwa kutupa hiyo elimu. Mradi huu ni mzuri, ninawashauri wenzangu na kwa ujumla wauze wale mifugo wengi wapunguze ng'ombe wao wachache kwa ajili ya kipato, kwa ajili ya kuweza kuwatunza wale wengine. Ushiriki wa Nike katika tukio hili, tumekuja hapa kwa ajili ya kutoa elimu ya jinsi gani tunaweza kuboresha kosafu za mifugo ya tulionayo au aina ya mifugo tulionayo nchini hivyo tumewapa elimu ni jinsi gani unaweza ukamtambua mnyama wako akiwa katika joto na kumwambia mtaalamu aliye karibu yako ili aweze kukusaidia katika kupandikiza zile mbegu bora kabisa ambazo tunazo katika kituo chetu cha taifa cha uhimilishaji ambacho kipo, katika, kipo chini ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Ni kwa nini tunasema tuna, tuna tu, tufuge kwa tija? Tunafuga kwa tija kwa sababu unapofuga ng'ombe 20 alafu wanakupa maziwa lita 20 hiyo sio tija. Wakati huo huo unaweza ukatumia mbegu bora ukapata jike ambaye anakuzalishia jike mmoja akakuzalishia maziwa lita ishirini. Kwa hiyo tunachosema kwamba tunahimiza wafugaji wetu wafuge kwa tija, fuga ng'ombe bora, na ng'ombe bora hutokana na mbegu bora kabisa.